Mungu mkubwa kwa kuangalia performance ya timu nzima, tumepambana mpaka tumefika fainali na hatuishi fainali hii tunachukua. Nizungumzie performance yangu binafsi ni kwamba namshukuru Mungu kwamba anaweza kupata nafasi, mwalimu anaweza kuniamini, ananipa nafasi na niseme kwamba namuomba Mungu aweze kuniamsha salama siku hiyo ya mechi, nitaweza kujitoa kwa 100% kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa, hata kwa mchango wa goli au asisti. Mungu akijalia, anaweza kufanya hivyo hata zaidi ya goli mbili tatu hivyo. Yani hii tunachukua, niseme hivyo <laughs> <laughs> tumalizie. Kibu, kuna Watanzania wamekuja kutusupport hapa, lakini pia tuna Watanzania wengine wa maeneo mengine tofauti tofauti, hem, tuzungumze kwa niaba yako kuelekea mchezo huu. E, kwanza kwa mashabiki ambao tumesafiri nao, niweze e, kuwaomba sana kwamba waweze kuwawakilisha kwa mashabiki wote ambao walibaki Tanzania kwa nguvu, waweze kuwawakilisha mashabiki wote ambao walibaki Tanzania kwa, kwa, kwa kelele na shangwe kubwa kuelekea fainali yetu ambayo tutakwenda kucheza Jumamosi, na niombe tu kwamba hata kwa waliobaki Tanzania wajisikie kwamba wapo na sisi pamoja huku Moroko, watushangilie, watuombee. Niseme hivyo tu, naamini wote tuko pamoja japokuwa wengine wamebaki, lakini ni kama tuko pamoja.